Design. Kasongo pata akakaa mpaka 232 hiyo iingie vizuri. Kasongo anafanya kazi maensa sawa. tungepao tungepao, natoa maoni yangu, yako utakuja kutoa. siwezi kupigia makofi Kasongo, anafanya kazi vizuri sana. Kashagwa awezi kuja tuambie ya kwamba ati Kenya hii isipokuwa na Kikuyu sio Kenya. Hiyo matamshi ya Gachagua hiyo itoke kabisa na itoke kwa mdomo yake, na ajue ya kwamba Kenya ni nchi ya Wakenya milioni hamsini na mbili. Sasa hii so Gachagua ya kwamba ile maneno uliongea haitakuwa mzuri kwa Wakenya wengi